Kwa nafasi hii ambayo nimeweza kupendelewa na kuweza kuitwa hapa, mimi ni mlezi wa taasisi hii, lakini kwanza nimshukuru Kaya. Na mimi namwita Kaya, ndio jina lake, kwa sababu yeye ni Kaya Foundation, ni binti yangu, namwita Kaya kwa kuniweza kuniita tena siku hii ya leo, na pia nipende kusema Niwashukuru sana kwa maandalizi makubwa ambayo yanafanyika ndani ya Kaya Foundation. Ni ni taasisi ambayo inafanya mambo makubwa sana kwa kweli. Mimi ninawapongeza sana Kaya Foundation, wanajitahidi sana, wanafanya kila jitihada kwa ajili ya kuweza kusaidia watoto. Ninaona wana mzigo mkubwa sana, wana mzigo mkubwa sana, sio mara moja au mara mbili wamekuwa wakifanya haya ambayo mnaona yanakwenda kufanyika na yataka kwenda kufanyika leo. Mimi ni washukuru jama, tu wapigie makofi basi Kaya Foundation. Yani tuseme ni kama wana ile hofu ya Mungu. Kwa nini niseme wana hofu ya Mungu? Wanafanya mambo ambayo ni ya kimungu, ya kugusa jamii ambayo haina uwezo fulani wa kupata kitu fulani. Kwa hiyo Kaya, kwa kweli nyinyi mnafanya kazi ya Mungu, mimi nawapongeza sana. Uh, pia mimi pia, pia na nasimama kwa niaba ya serikali nakuja kuangalia, nitaendelea kuwasimia vizuri, nitaendelea kuitangaza hii foundation ili iweze kusonga mbele, mfanye makubwa zaidi ya haya mnayoyafanya. Ni mambo makubwa kweli, yaani mnani furahisha mnanigusa moyo wangu. Mungu awabariki sana, kazi yenu ni njema mbele za Mungu na mbele hata za wanadamu. Na nafikiri hawa yeye mnayoyafanya kwa hawa watu, ninaamini kwamba watakwenda kukuombea kabisa, au sio? Mnamwombea mnawaombea watu, mkiendelea kuwaombea, ndipo wanazidi kufanikiwa. Kwa sababu leo naona kuna mambo makubwa kuliko yale nilivyofanya kipindi kile naona kweli wanazidi kusonga mbele. Ninajua ni maombi yenu ukisema Mungu awabariki Kaya Foundation, na Mungu anatia tia, kwa sababu sauti ya wanadamu ni sauti ya Mungu, na Mungu huwa anasikia kweli kabisa. Nacho amini basi niseme niwashukuru hata walimu wametufundisha, jamani ndio wametufundisha ni nini ambayo sababu kubwa ya huo ulemavu, sio kwamba usijione kwamba kwa nini mtoto wangu yupo hivi. Hapana, na wala usijute. Unaona, ipo siku Mungu atamtokea mtoto wako na ataweza kupata uponyaji. Na zaidi mwendelee kuwaombea watoto, mwendelee kuwaombea na kuangalia vile vitu ambavyo mwalimu amefundisha, ambavyo tunaweza kuviepuka kutokana na nini na, ma, na madhara ya kuweza kupata ulemavu lakini ulemavu sio adhabu, sio adhabu. Umshukuru Mungu kwa hilo, kwa sababu Mungu aliyefanya hayo ndiye atakwenda kukuinua. Kwa sababu ninajua wazazi mnayo kazi kubwa sana, kama alivyosema mama Kaya Foundation amezungumza jinsi ambapo mnakuwa katika mazingira magumu, maana unajikuta kwamba unaenda kuhudumia mtoto mmoja katika watano sita uliokuwa nao, kwa sababu yule mmoja ndiye anakuwa kama vile ndio jicho, kwa sababu huwezi kumwacha na zaidi tunahitaji wao watoto tuwalinde zaidi hasa watoto wa kiume na wa kike kwa sababu sasa hivi kuna janga kubwa. Hili janga ni janga ambalo je, kama linawapata watoto wanaotembea, je, sembusa watoto wale? Hapo ndio watapata shida zaidi kwao. Tujifunze tu, kuangalia kwamba usimwachie mtu siye mwamini akakuangalizie mtoto kwa sababu kwanza hana uwezo wa kusema kila alichofanyiwa wale ambao wanasema angalau wanaweza lakin kusema lakini huyu hawezi kusema kwamba nimefanyiwa kitu hiki kitu hiki. Kwa hiyo tujihadhari kuwaachia watoto wetu hawa wenye wenye -uhitaji au ma-, nani ma unasemaje mahitaji maalum, ukamwachia mtu usimwachie mtu usiyemwamini na mingine. Hata wakati mwingine hata wa baba sana, wababa baba tumeona kesi nyingi sana, wakina baba wanakiuka wana wanafanya ambayo hayampendezi Mungu. Kwa kweli tu ujue kwamba huo ni msalaba wako mama, ni msalaba wako, na ninaomba Mwenyezi Mungu aweze kukusimamia na kukusaidia kuweza kulivuka hiyo angalata mtoto wako aweze kukua. Kwa hiyo mimi sitakuwa na mengi sana, kwa sababu nitakuwa na wapotezea muda, lakini kweli mimi nawashukuru sana wote walioshiriki katika hafla hii ni hafla nzuri, na najua leo kuna mambo mazuri yanakwenda kufanyika, zaidi kuendelea kuwaombea hawa watu. Kweli kabisa, tuendelee kuitangaza tuendelee kuwa, kuwasemia vizuri, tuendelee kuwaombea ili waweze kufanikiwa. Wanapofanikiwa na sisi t tunaendelea kufanikiwa. Basi niseme ni kushukuru, kwa sababu Kaya Foundation inafanya kazi ambayo ilitakiwa ifanywe na serikali, wanaisaidia serikali kufanya kazi. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana Kaya kwa sababu mnajitolea kufanya kazi ya serikali, unaona. Mungu awabariki sana, nimeipenda sana hii hii nani. Ndio maana nimeamua kusimama na nyinyi kila mtakaponiita, kama jana nimerudi usiku, ndio maana kama mtaiona nasinzia, lakini nikasema lazima nije, na saa hizi kuna mahali pengine kuna sema natakiwa niende kufanya, lakini lakini nikasema hapa Kaya lazima nije niangalie haya mambo. Kwa kweli wanafanya mambo mazuri sana. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Diwani hakuweza kufika hapa, alikuwa na mambo mengine, nimekaa hapa nimwakilisha.